Yes, ni wako Samu AKA okay, Mdudu na leo tuko ndani ya Dope News TV. Niko na wanangu wawili wa faida sana, watakwenda kujitambulisha wenyewe na mtaanza na mkono wangu wa kulia kisha baadaye nitamaliza na mkono wangu wa kushoto. Kwa mara nyingine tena, habari za saizi? Jambo mabibi na mabwana, tukaribie tusikie exclusive interview pamoja na ndugu zangu wawili. Hapo kwa majina yanaitwa nani ndugu zangu? Hello, what's up my people, it's your boy, it's your good boy, new boy CB in the building utamalizia mkono wangu wa kushoto pia kwa majina, aah, niseme tu karibu sana kwenye Dope News TV, lakini na mawili matatu tu ambayo nitakwenda kuwauliza na nitatamani kama nitapata majibu, lakini pia kama haituwezekana kujibu, kuna option unaweza ukafanya kile ambacho utataka. Nitakuwa nauliza swali alafu nyinyi wote wawili mtaibuka pamoja kujibia baada ya hapo tutaangalia aliyekuwa mshindi wa maswali yetu, kisha tutaangalia tunaishi vipi naye. Um, mkiwa tayari mtaniambia kwa swali la kwanza. Swali langu la kwanza, okay, kati ya watu wanaokuzunguka unahisi ni nani ambaye ni mrahisi sana, labda kwa kiasi chochote cha hela kuanzia mia tano mpaka kwenda, ukipiga simu ni mara moja tu anakupa hiyo hela? Na, lie. <laughs> uh, ina, ina dependi na kiasi cha hela nahitaji, mm-hmm. yeah, kwa sababu tuseme kwa mfano ikiwa 5k ikiwa, ikiwa afu na inahitaji urgently. Akiwa ana, itakuwaje sasa? Yaani in short ni ni kama vile Labda unahitaji una mia tano ndo maana um, nasema mia tano. Yeah, yule, yule mmoja ambaye unaamini kati ya watu wako wa yani wa karibu kwamba huyo, hapa nina uwezo wa kumpigia kwamba ntapiga simu moja nitaipata kwa uhakika yeah. Uh, na, na, na watu wawili wanakuja wa na, uh -huh. Na kuna mwanangu Chugaboi na anko, hata kama anaapa yeah. Aga yeah. niko yeah. niko na marafiki zangu uh, watatu I mean, I uh, uh, uh, wata I mean, aa hiyo yeah, yeah, yeah. Yes, Dope News TV, ni swali ya kwanza lakini pia swali la pili litalenga sana kwenye colors ni rangi gani ambayo hutaki kabisa hata kuisikia au kuiona au kuitumia, hiyo kwa kiatu, nguo, kofia, chochote kile, rangi gani ambayo huipendi? Mm, I mean red spendu red red spend the why like red, blue ah, uh, red cause um just I think inakwai much na mimi but na vala ki kama na vala red but I don't like it na, na like <laughs> match na mimi na blue especially spend the red cause, you know

Kwa hiyo ndio hiyo favorite changu color ni black and green. Na pia kuna kitu kimoja nitakwenda kuuliza kwa sababu mm -hmm. ya kutaka kujua, lakini pia nitawapa nafasi nyote wawili, ataanza mmoja mmoja na wa mwisho atamaliza. Nachotaka kujua ni kwamba unajua sisi ni binadamu, na kama sisi ni binadamu, kwa upande wa hapa Milwaukee, labda kuna kijana, kuna mtu mzee, mama, mbaba ushawahi kumkosea na unajua kwamba huu mtu niliwahi kumkosea siku fulani kwa kitendo fulani, lakini hujawahi kwa apologize my people eh, huh? So unajua tena hivyo vitu vipo, unaweza ukawa upo roho inakusuta, lakini unashinda uanze wapi na umalizie wapi. Kitakuwa na hiyo chance, na hapo una uwezo wa kufanya hivyo, kwamba mimi nishawahi kumkosea mtu fulani. Just make sure unataja, ili akiona ajue kwamba huu mtu alinikosea siku fulani na leo anaenda ame apologize. So just take it easy. Um, kwanza mi naaga really respectful. Wasiongei sana cha kwanza, kwenye umati wa watu wasiongei sana naaga, mkimya mkimya. Ba, siko naongea, naongea sana ba. Siwezi um, nikajua kama nimkosea mzee wote ule, kama kuna mzee ule ana you know ana kinyongo na mimi. Sorry. Yeah. Sijui nimkosea wapi but Huwa ni vigumu sana mi kumkosea mtu yeah, kwasababu mi ni mtu wa watu, napenda kuwa karibu na watu na enjoy kuwa karibu na watu, but ikiwa negative energy mi mwenyewe na move, uwa, uwa si ongele, tu nita move mi mwenyewe. Kwa hiyo siwezi nikajua kama mie kumove ndo inaweza ikaonekana kama disrespectful. Ya hiyo ingine naeza nikaapologize, kwa hiyo sorry my people. Vipi kwa upande wa tu? Uh, I mean, I've been nice to people. Ina, ina depend na ni mtu gani ambaye ni like kumkosea, but for me, no, I don't think so, because I just, you know, naishi, niko mwanadamu, sio kila mtu ananipenda, sio kila mtu anampenda, but sidhani kama nina shida na mtu. Na kama nina shida na yeye, niko mwanadamu, sio nikajua, nimeforget, I'm sorry, but kwa labda nitukia for no reason, I don't give a fuck with you. Okay, so I'm sorry, man. Uh, okay sorry. <laughs> Hili kidogo itakuwa ni swali la zushi na nitatamani sana kujua, nitatamani sana kujua ma people, lakini pia wanaotuangalia pande zote watatamani kujua kwamba, hii nitaanza na Chuga, lakini baada ya hapo kuna swali nitakuja kumuuliza mwanangu, mkono wangu wa kushoto. Uh, Chuga, kwa upande wako vipi mahusiano? uh, yeah, yeah, yeah. Kwa kwenye wenye mahusiano mm -hmm. Ah okay, swali la uzushi ni ile hapa. Mara yako ya mwisho kabisa ku ilikuwa lini? Ah, hiyo ni private. Private, so I I yeah. say. Okay. Dope <laughs> <laughs> News TV <laughs> nafikiri kwa upande wa chuga tumesikia, kuna swali nilimuuliza akasema ni private. Lakini pia nimeama mkono wangu wa kushoto nataka kujua uh, vipi mwanangu, mpenzi unaye? Yeah. Wako naye? For sure. Yeah, for sure, man. Okay, and are you ready for my question? Yeah. Unaweza ukataja herufi ya kwanza ya, ya mpenzi wako yeah. Neno lolote kwa mpenzi wako um, yeah, um, ongea, day, yeah. ya jua tunampenda na mengi na nimeshaongea. By the end of the day, cha muhimu tu ni kumpenda na mpenzi wetu. Tunakupenda. We love you. Hey, wanangu wa faida tulikuwa ndani ya Dope News TV na tumekaribia ukingo ukingoni wa kipindi chetu ambacho tulikuwa nacho na ndugu zangu wawili ambao yupo Sugar Boy na Chejo Mselva. Ndani ya Dope News TV nafikiri machache kutoka kwao mmeyasikia, lakini pia tutakutana next time, ila nitawapa nafasi ya kuwaaga au kuambia chochote mashabiki zao ambao walikuwa wanaangalia, ili tupate kujua next time tutakutana vipi na tutajump vipi ndani ya Dope News TV. Karibu Sugar Boy. Uh, you already know, it's your boy, it's your boy. I was in uh, Dope News TV today, Dope News TV so, so amazing, cool. And uh, tutakutana soon. Yeah. Um, nikasema thanks for the welcome ilikuwa vibe kwa vizuri ya environment kopoa pia as you can see s onyeshana mambo hayo kwa hiyo nashukuru na. i hope to see you guys soon again next time i can't wait to be here again but at the end of the day yeah we are fine